Sasa hapa itabidi turudi turudi kwenye uongozi wetu. Umeelewa, eh? Hapa tutarudi kwenye nini? Kwenye uongozi. Ushatoa msimamo na taarifa kwa umma kwamba hakuna kupeleka timu. Ibaki hivyo hivyo. Ikitokea sasa timu imekuja imepelekwa alafu tukafungwa. Hilo swala so lingine, Hilo swala so lingine tutashikana makoo. Tutashikana makoo eh, mako. Yaani wewe timu ushasema, atupeleki timu, sisi tusha relax, tunajua hatwendi. Kwa kwamfano kama mimi, umeona nimevaa jezi ya Liverpool nishabadilisha na jezi, kwamba leo there is no dabi. Mimi ukanikuta nimevaa yani siku ya dabi nimevaa jezi ya Liverpool, umeelewa? Alafu leo uje utupelekee timu, alafu twende tufungwe? Kwanza hata na kuhana, hata tukishinda, lakini tukiona timu yetu imeenda pale uwanja wa Taifa na hichi kinachoendelea na sio kuigomesha timu kwa ajili ya mechi moja yeah. Tushasema mechi zote hakuna kucheza mpaka mstakabali wa vitu vifuatavyo tuvione Tuviani. Swala la uzamini mm haiwezekani. -hmm. Mtu mmoja azamini vilabu tisa juzi yeah. Ameongezeka mtu mwingine wanaogopa kumtaja mpaka sasa hivi Fountain Gate yeah, yeah. Naye ameongezeka kwenye uzamini anavaa jibusti sasa hivi yeah. Mpaka anacheza na Simba amevaa jibusti umenielewa? Kwa hiyo watu washafikia tisa na dalili zote tumeshazitoa kwamba hii ina efekti gani, tumeshaiona, kuanzia kwenye sajili sajili ya ngoma, sajili ya wesua wesu, sajili chungu mzima tumeziona sajili ya Lamekilawi imeonyesha kwamba watu wote waliozaminiwa na GSM ni maadui wa Simba. Tukija kwenye matokeo ya ligi vilevile, vile Yanga timu, timu ambazo hazina udhamini Hame, amezishindwa kuzifunga, zimemsumbua, lakini timu ambazo zina uzamini wa GSM amezifunga kirahisi, na hizi timu ambazo zina uzamini wa GSM zimeleta game intensity kwa Simba. Tumeona matokeo jinsi tulivyoyapata, mechi zote zimekuwa do or die, si umenielewa? Alafu leo umeelewa bwana. Bado mtu anaendelea kuongeza timu zingine, anaendelea kuzamini, lakini si faida kwenu. Mkipata game intensity kuelekea kwenye mechi za kimataifa GB zinawajenga faida kwetu, lakini inakuja ina, ina, ina, ina athara kwa kwa wachezaji wetu especially kwenye injury, kwa sababu wa watu wakija, bora wacheze mpira, wakija wanakuja kugongana. Kwa hiyo unakuta injury zinakuwa zinakuwa za mara kwa mara, kwa mfano kama kamahnaon alivyoumia, mwangalia alivyoumia nini, Musa Pimpin Kamara. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivi vinaambatana na uadui, ndio maana sisi tunakuwa hatuhitaji, na duniani hivi vitu hakuna. Kwa nini tuifuate dunia? inasemaje kuhusu mpira? Umeelewa? Lakini leo hivi hivi ukamkuta Liverpool ukamkuta Manchester. Chevrolet tunamkuta Manchester umemkuta timu nyingine. Etihad umemkuta Man City umemkuta timu nyingine. Hakuna duniani kama unataka kudhamini klabu nyingine, hama ligi nenda kwenye ligi nyingine, kachukua timu nyingine kubwa. Umeelewa? Ndio maana leo Fly Emirates tunamkuta PSG ana Fly Emirates. AC Milan, Inter Milan ana Fly Emirates. Madrid ana Fly Emirates. Arsenal ana Fly Emirates. Unaama sio ligi moja, wewe una timu takribani tisa hapa, uwezi ukapata walisia wa mpira, na sio mimi. Maanake nilikuwa nazungumza, mi ndo wa kwanza kuzungumza liswaa, wakaniandama sana, lakini mwisho wa siku walimu wao ndo anazungumza maswara. Mwalimu wao Bwana Saidi alikuja akazungumza. Umeelewa? Ehe, sasa sijui Kiingereza kina tabu, maanake alitumia lugha ya kidharamu. Umenelewa bwana kwamba hatupati game intensity ndio maana tumeferi mechi na nani ns na lakini wenzetu wanafanikiwa kwa sababu wanapata game intensity. Umenelewa? Kwa kwahiyo, hili swala sio swala tu la hii mechi la kuzuiliwa Simba, tunataka viongozi wetu wasimamie mpaka hili swala. Babla aliwezaje babla aliwezaje kusimamia swala la udhamini wa GSM kwenye ligi, mbona alifanikiwa he, na udhamini ukafutwa? Sasa hili linashindikana vipi? Kiyo, kamna, kwa hiyo msimamo wao waliouweka sisi tumeufuata na tumeupokea tumeubariki. Sasa isije ikatokea saa saa 12 tuko kwenye runinga tunaiona timu iko uwanja wa taifa pale, Hatutawaelewa. Umetaja vitu viwili. E, kingine ni nini? Si, si swala la uzamini. E, uzamini na hili swala la uendeshaji wa ligi kwamba huyu bwana anaendesha ligi anavyotaka yeye, ratiba inapanguliwa anavyotaka yeye Sawa, sasa hivi Simba, yani Yanga akitangulia lazima ipatikane siku moja, hapo ndio Simba acheze. Yaani kuna vitu vingi watu wa Simba tunatakiwa tuviangalie. Simba tulikuwa tunatangulia kucheza, sasa hivi tumekuwa nyuma. Anatangulia yeye, alafu kuna siku moja kuna masaa arobaini na nane ndio Simba anacheza. Hii kuna kitu. Kwa Kipolo cha mecha Dodoma. Achana na Kipolo. Achana na Kipolo. Umenielewa? Achana na Kipolo. Haiwezekani Yanga acheze leo afisi tucheze kesho kutwa. Yani, ikiwezekana kwa sababu sasa hivi tunagombania ubingwa mm, na point ni chache mm. Umeelewa? Point ni moja inatakiwa <coughs> <coughs> Eh? Siku <coughs> moja. Eh, tucheze siku moja. Hata kama sisi tuko KMC, mkubwa tunaweza tena mzuri tu. Alafu utakuwa unatupa game nzuri kwa sababu ule uwanja vipimo vake vinafanana na vipimo vapi? Va Benjamin Mkapa, sisi tuende kule wao oh, wabaki KMC pale. Umeelewa? Alafu gamu sichezwe nini? Muda mmoja. Alafu one kama ya matatizo atakuepo. Umeelewa? Na tushapiga kelele sana tukitaka vivilabu viendelee tuondokane na uhalisia wa dabi. Haya mambo ya kishirikina haya tuachane nayo. Sio ndio? Uhalisia wa dabi GB, Raza mtaipata vipi? Ah, Raza ipo tu. Kwani atakunambia Real Madrid na Barcelona ile imepooza ile, kwa sababu hakuna masuala ya ushirikina. Kuna ushirikina kule? Mbona Liverpool nani nani? Liverpool Manchester kafungwa goli saba. Afsafi tu. Eh? Ni walisia wa Dabi na wazungumza mimi kwamba mtu akipigwa ashukuru Mungu afurahi. Sio mara kafukuzwa kocha, mara kafukuzwa wachezaji, mara ndio mambo kama haya. Mechi inatakiwa ichezwe, umechungulia, unaona unapigwa nyingi, unasema kwamba mechi sichezwe. Yaani vurugu chungu mzima. Sasa hivi vitu vinapelekea kuharibu mpira wetu wa Tanzania. Alafu serikali inapata gharama kubwa sana katika kuendesha mpira kwa sasa. Umenelewa bwana? Alafu sifa tulizokuwa nazo sasa hivi tofauti na uendeshaji wa ligi unavyoendeshwa. Yaani ligi yetu sasa hivi inaendeshwa haieleweki, inaenda enda vipi? Ratiba inapanguliwa ovyo. Yaani haieleweki. Sasa kikubwa tunachokitaka sisi. Yaani uongozi wetu ushasema kwamba hii mechi sisi hatwendi. Sisi tusha relax hatwendi. Tushapata hasara, tiketi tunazo, mimi na tiketi ya 30 hapa bwana, asante, tumeenda hiyo. Lakini niko tayari nimeheshimu uongozi hmm. Hii hapa tiketi. Ah, umenelewa? Tiketi. Umenelewa? Lakini tuko tayari tumepoteza hii. Umenelewa bwana eh? Kufuata uongozi wetu kusimamia haki zetu ha. Sasa tunataka haki endelee kusimamiwa. Sio tena usiku tunashangaa kinapigwa. Umeelewa hapo? Hatutoelewana, umeelewa? Yani hatutoelewana. Msimamo baki pale pale, hakuna kupeleka timu, hakuna kupeleka timu. Mshatutangazia umma umma, tushapokea sasa. Sio tena jioni mmetishwa tishwa huko, mnatupelekea timu kule, hatutoelewa. Ndo hatutaki sasa wapeleke timu. Sio shasema hatupeleki timu. Sasa unapeleka timu, unaipeleka wapi? Maanake msimamo wetu tubaki pale pale kwamba tupeleke timu mpaka mambo yafuatayo yafuatiliwe. Umenielewa? Kwa sababu haiwezekani yani mtu aiendeshe ligi anapotaka yeye. Hawa wameshapotea kimataifa, wanataka kututoa mchezoni na sisi twende tukafanya nini, tukatolewe. Umenielewa? Washatolewa kimataifa, sasa akili yao yote iko kwenye ligi. Kwa hiyo wanataka kutumia nguvu kubwa kuchukua nini, kuchukua ile taji ili wawaweke sawa mashabiki wao na wanachama wao. Umenielewa? lakini uwezo wa timu yao kuchukua ligi ya sasa hivi hawana. ya timu yao ni kidevera kiduka kinkimaraga imeshapotea, wanaongoza ligi. Hey. Eh? ligi kwa staiki zipi? hey, nitajie timu ya Yanga. Yanga ameifunga timu gani ambayo haina udhamini wa GSM KMC, KMC. Hey. kuna haba Starimba kule. nipe kulenipe Simba. Yanga haifungi timu yoyote mpaka iwe na vinasaba nayo Simba. kaifunga Simba. Simba kafungwa na Yanga. Mchezaji wa Yanga aliofunga goli ni yupi? mpira alipeleka nani kule hapo na zile penalti tatu zimeenda. Kayoko alifungiwa kwa sababu gani? kuna taarifa ilitoka Kayoko kafungiwa? hakuchezesha ah, mpira takriban miezi sita alikuwa wapi? Miezi sita ni alikuwa wapi? ndio hata kama hiyo minne mapumziko eh, baada ya kuharibu, kuharibuui mwanako. Simba amefungwa na Kayoko, atujafungwa sisi <laughs> yeah, na Yanga na ndicho anachoogopa timu yao wale, ishakwisha na watu wa Yanga asipoongea ukweli kuhusu timu yao, ile timu inaendelea, inaendelea kubomoka. Sisi tumeongea ukweli mpaka tulitua ndani, ndio naiona mpanzu wa teba eh, mkwala mm. Ee, nani wote wamekuja kwa sababu ya watu kuongea mm. Mashabiki wa Simba tuko tofauti kabisa na mashabiki wa Yanga. Sisi pakiharibika huwa tunarekebisha, tuna, tuna umenelewa na viongozi wetu tofauti na uongozi wa Yanga umenelewa ikosoe Yanga uone kama hujaingia uja, uja kaburini, lakini Simba kiongozi amekosolewa, amekubali kwamba bwana, kweli nimefanya nini, nilikosea timu. Wewe unajua kwa nini, ambovu, Simba, kwa kwa nini? Oh, mimi nakwambia Yanga mbovu, Yanga mbovu, Simba nzuri. Unajua kwa sababu gani? Nina vigezo, wewe ukibishana mimi na a mm -hmm. mimi kwanza nimezichukua timu mm -hmm. nimechukua Tabora mm -hmm. nimechukua Azam mm -hmm. Nimechukua JKT Tanzania nimechukua na Simba. Hizi timu hizi timu zilivyokutana na Yanga halafu zilivyokutana na Simba ndio utajua ubora wa Simba uko wapi, ubovu wa mm Yanga uko eh wapi? Yanga na Tabora imekuwaje? Sawa hana eh mm uzamini huyu yeah. Yanga na Azamu imekuwaje? hana uzamini huyu. Jeketi Tanzania na, na, na, na yange, Yanga imekuwaje? hana uzamini huyu. Simba na nani na Yanga imekuwaje? Kashinda lakini kashindaje kupiga mpira kwenye neti. Umenielewa? mm -hmm. Yeah. Kamfunga nani? Goli ya mchezaji wa Yanga aliyofunga goli nani? Maxi. Angalia lile goli kwanza lilivyopatikana. uh -huh. Kwanza faulo ni indirect kick. Sheria na kanuni za FIFA zinasemaje? Yeah. Mpira ukiwa indirect kick. Mm. So it must be touched by two people. Lazima iguswe na watu wawili ndio huo mpira uendelee. Mpira wa yes, direct bwana. Indirect kick. Si you, indirect mpira like? Mpira wa kutenga lazima uguswe na watu wawili. Lepa alifanya wa hivi. Kayoko alijosha mkono juu. Chama, mm -hmm, aliupiga ule mpira moja kwa moja. Kamara akairudisha ndani. Kamara wakati ule mpira mm -hmm, anarudisha ndani ulitoka. Lazimeni anafanya hivi, mpira umetoka, anaonyesha anaonyesha nani, anaonyesha nini? Kibendela. Goal kick kibendela. Lakini Kayoko akiikako katulia, utafikiri mwanajeshi <laughs> mpira unaendelea, linafungwa goli, kijili anafunga. Kayoko anageuka, anapeleka kati. Lazimeni katulia kule kule. Ankatulia, mm. Kwa hiyo hakuna goli sisi, hajatufunga na ndio wanachogopa. Na ungetia mguu mechi hii akili wa, wa wanatia mguu. kwa nini watuzuie? Ina maana wao walijua kabisa hii mechi lazima tupotee lazima tufanye vituko. Hata mwanamke nani mkeo akitaka hmm, talaka anafanyaje? Si anafanya vituko chuko. Kwenye chai anatia nini chuko, anatia chumvi. Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mboga anatia sukari wote, wacha kumpa talaka alafu ngoma kuna wageni hapo sebleni inakuwaje? Utoi talaka wewe. Ndo anachokifanya Yanga sasa. Yanga hivi vituko vyote vimeanza kwa sababu hiyo, umeelewa? Mwenelewa umetanabaisha kwamba wewe ni bora. Kama kweli ni bora, kwa nini leo? Kwanini timu siingize? Sijamaliza vipengele vya ubora wa Simba hizi timu nne, umeelewa? Lakini hapo Yanga amezishindwa hizi timu nne, lakini muangalie Simba. Simba na Tabora alikuwaje? Tumechukua pointi sita. Simba na Azam tumechukua pointi nne. JKT tumechukua pointi tatu, bado tatu. Umeona hii timu bora hii. Haya, njoo kwa timu zao, hizi timu ambazo zimezaminiwa na GSM, Yanga kazifunga zote. Simba naye vile vile karudi kazifunga zote kasoro cost, yani, ndo kapata sare mechi moja. Sio, mwenaelewa. Yaani ndio ujue Simba ubora, twende kimataifa mm -hmm, kimataifa wao. Ah, wawamo timu bora zote ziko kimataifa, yumo. Hey, na ah, yeye yumo, si mwenaelewapo? Haya eh, kigezo kingine ukiangalia kwamba Yanga mbovu mm -hmm. Huyo Dube ambaye anaambiwa na magoli kumi. Magoli yote aliyofunga kawafunga watu wenye nembo ya JSM. Hawa ambao hawana nembo hajafunga goli hata moja. <tipa> nitajie mechi ya Dube ambaye amefunga goli kwenye timu ambazo hazina nembo ya JSM, nitajie kawafunga nani? Pale mpira wa ujanja ujanja bwana. <tipa> Lakini Mkwala, angalia ile lili atik. Hakuna goli la penalty wala faul yote kati ya kambani wakati on pay. Alafu tunacheza na nani? Tunacheza na mtoto wa GSM. Alafu mkwala anatia hatiki. Sio na hatiki zako za kutengeneza tengeneza. Yaani mchezaji kaoa eti kamaliza kuoa unaambua eti kesho anapiga hatiki. Wewe kesho unajuaje? Wewe mambo ya kesho unayajuaje? Ndio unajua washiriki na wauni. Wa umeelewa? <laughs> Yaani eti kesho Aziz Ki eh, anatoa zawadi ya kuoa. Zawadi ya kuoa anatoa mpira. Au mpira unaupataje mechi haijachezwa? Kwa ni vitu ambavyo wanavitengeneza. Sasa hii pretending joy ya watu wa Yanga So it going to be corrupted. Yani, hii inaenda kupotea , hmm. Sasa inapoteaje? Ndo anatafuta sababu kama hizi, lakini sisi kama watu wa Simba msimamo wetu huko pamoja na viongozi kwamba timu haiendi na tuitaki timu kuiona pale uwanja wa Taifa. Sisi gharama hizi tushapata, tushanua tiketi. Mimi na tiketi ya VIP hapa 1030. lakini imepotea mke wangu ana tiketi ya VIP elfu ishirini naye nilikuwa nataka nimuongezee, nimuuzie mtu nimkatie 30 tukakayote. Asa. Umenielewa? Mm. Kwa hiyo sisi tuko tayari tazima hili unaona, kila mtu ana tiketi hapo. Lakini tuko tayari leo sisi kutulia kusikilizia mstakabali wa viongozi wetu the way walivyoongea kwamba tupeleki timu hiyo, akisema wanapeleka timu tutawasikiliza sawa eh? Kwamba timu inafani inaenda, lakini tukimaliza mechi tukirudi. Mm. Waombee pale tupate matokeo mazuri, lakini tumepigwa. <laughs> <laughs> Tutayaona. <Naalamika. laughs> Hey, lazima tulalamike. Utaachaje kulalamika? <laughs> Eh. Hey. Utaachaje kulalamika kwa sababu unajua effect ya kumzuia mchezaji sawa eh? Sisi hatuko kwenye ushirikina, kwanza unamtoa mchezoni mchezaji wetu yaani, wale walichokifanya jana kuwatoa wachezaji wetu mchezoni hivi, mchezaji wetu anachukulia kwamba klabu yetu, yeah. yeah. yetu, yeah. yetu kumbe haina nguvu. Sheria na kanuni inaturuhusu sisi twende tukafanye tukafanye mazoezi tunazuliwa vipi na watu baki? Bwana angekuwa kalia ndo kasimama pale katua macho hapa mwingii unasema bwana, yeah. huyu ni kiongozi wa nini? yeah. au mariondimbo au yeah, kidau yeah. Lakini leo eti makomando wa Yanga wanaizuia Simba nah. Huyu mchezaji kisaikolojia unamjengaje? maana yake mchezaji anakuwa na kumbe, lolote tunaweza tukafanywa. Kama tumezuiliwa hapa, tukiingia kwenda kucheza hiyo mechi, inawezekana hata ukifunga goli huko unaweza usitoke uwanjani, inawezekana. Kwa hiyo kisaikolojia, wachezaji wa Simba mpaka sasa hivi hawako vizuri. Unapelekaje timu GB Yanga anaweza? No, wapi? mbona kimataifa mnaruka viunzi wapi Mbona kimataifa mnaruka viunzi kuweza kufanyaje? Wanaweza vipi kwenye hili mbona? Kama vile Yanga amewazoea tena. Unajua, ngoja ni kwambie Simba, tumesha toka huku aliko Yanga. Sisi Yanga tulikuwa tunawadhibiti mpaka uwanja wa taifa, mle mle ndani tulikuwa tunawapiga, mle mle ndani katika timu ilikuwa na nalalamika wanapigwa kila siku ni Yanga na Simba. Yanga watuwezi hata kidogo. Kama tunaamua ugomvi hata hapa mfano Karume hii, tuamue tukichafue sasa hivi <laughs> yani, mshabiki mmoja wa Yanga. Lakini sisi tumeamua kufanya transformation ya timu sasa. Na jini ameshaongea: if you want to transform Simba Sports Club, we must transform Simba first fan. Lazima kwanza tuwabadilishe wana Simba, wabadilike waende kwenye transformation. Kwa hiyo sisi tushakuwa transformed na ndio maana umeona mpaka tumepoa tuzo ya mashabiki ni mashabiki bora Umeelewa? Mwana Simba hivi ana anaja ya kupigiwa kelele akwenda uwanjani mechi ya kimataifa. Tunapangiwa tarehe, wewe tangaza tarehe, tunaenda kwenye mechi. Si umeelewa? Kwa hiyo wana Simba tuchukua transformed lakini sio kama hatuna uwezo yani, hey, wa kufanya wa, vile wanavyofanya mfano wao. Yaani wewe kumkamata mshabiki wa wa Simba kumpiga, hivi si tuamue kabisa wewe. Kuna mwana Yanga anaweza akaja Uwanjani hii mechi si ya kwao. Ungeshangaa hii mechi, ungekuta robo tatu watu wa Simba mle ndani. Mara nyingi huwa tunajaa kwetu na tunaingia na kwao, tunakaa hata tuamue kuwapiga mle ndani watatoka, lakini ni juu ya nini? Mpira ni furaha, utani wa jadi ubakie kuwa utani wa nini, utani wa jadi. Kwa hiyo moja kwa moja unakuta sisi tushaamua kuwa transformed, viongozi wetu wameshatubadilisha, tulipoa elimu ya transformation, tumeipokea tumesambaziana watu wote, tumekuwa transformed, klabu yetu imekuwa transformed na viongozi wetu wamekuwa transformed, ndio maana na huwezi we ukakuta kuna kesi hivyo. Ushawahi kusikia kesi ya, ya, ya, ya Simba FIFA? kuna mchezaji anadai kule, lakini wao oka anadai tambo, anadai makocha ma, ma, wanadai kila mtu anadai, Gamondi mwenyewe usikute mpaka sasa hivi aingia anaanda barua kuelekea wapi? Kuelekea FIFA. Sasa huku kuna timu huku, hakuna hakuna viongozi huku kuna wauni, si umeelewa? Hmm. Yaani, kuna genge la wauni Yanga ni genge la wauni. Yaani hiyo iko wazi kabisa, taratibu zao, mikataba wanaikanyaga kanyaga. Yaani wa bena, ale kesi ya Bernard Monson, sumona Simba taratibu kabisa e, ba huyu huyu, kumbe hana mkataba, watu wakachukua wakasajili, wameka hapa wa pija kelele kesi, wiki nzima hapa tunasumbuliwa hapa tunasubiria matokeo, kumbe haana mkataba Bernard Monson. Kwa hiyo ni vitu Emmanuel Alisajiliwa miezi sita, wakaongopa miaka miwili, karudi Simba wakapeleka kesi TFF kwenda kule inaonekana na miezi sita. Kwa hiyo hawa swala la kukanyaga mikataba ina maana ni swala liko kitambo. Umeelewa? Kwa hiyo hata hizi sheria hizi usishangae. Kwani unataka kuniambia walikuwa wajui kanuni kwamba Simba anataka akafanya mazoezi, lakini kwa nini kamzuia? Ina maana wenzetu, kuna sehemu wamefanya nini, wameegemea